Umekuwa ukijiuliza sana, unaweza kuflash au kuformat simu yako wewe mwenyewe, yani bila kwenda kwe kwa kwenye kompyuta ama sehemu yoyote, kwa wale watumiaji wa Android. Kama umekuwa ukijiuliza swali hilo kila siku, naomba fuata maelekezo haya, ili kuweza kuformat simu yako au kuflash wewe mwenyewe ukiwa hata nyumbani, baada ya kuchukua simu yako, kwa wale watumiaji wa Android, jinsi ya kuset kama tulivyokubaliana, hatua ya kwanza utakayotakiwa kuifanya utaenda katika kipengele cha settings hiyo Kipengele cha setting katika simu yangu Android na bonyeza hapa setting sawa. Baada ya kubonyeza setting, nitashuka katika simu ile iliyoandikwa system, utashuka chini katika simu iliyoandikwa system, kama hapa chini unavyoona utabonyeza. Baada ya kubonyeza system, utatakiwa ushuke, utafute simu iliyoandikwa iliyoandikwa reset option okay. Baada ya kushuka hapa, kama unavyoona simu yangu nimeshuka taratibu ona nikakuta sehemu hapa imeandikwa reset option, ngoja nikuvutie karibu yone reset option kama inavyoonekana utabonyeza. Baada ya kubonyeza reset option zitatokea um, mm, sehemu kama nne ambazo zote zinaanza kureset okay. Reset ya kwanza imeandikwa reset wifi, mo mobile and all bluetooth, au sio? Ya ya pili wameandika, wameandika reset app preference lakini pia ya tatu wameandika reset or system setting. Ya nne wameandika factory data reset. Kwa ajili sisi simu yetu tunataka kui reset, au kui format, au kui flash simu yetu. Huenda eh, umenunua uenda labda mtu kakuuzia, huenda huenda simu yako kwa ajili nastaki sana, umeamua ku reset. Utabonyeza hiyo hapa namba tatu ambayo inaandikwa reset all system eh, utaibonyeza. Ukishaibonyeza automatic simu itajireset, ni kitendo cha nani cha sekunde tatu mpaka tano, itadepend na aina ya simu yako. Itajirestart automatic, yani tazima, alafu itawaka. Baada ya kuwaka, itakuwa yani kama mpya, yani kama umetoka kuinuchukua dukani. Kwa kila kitu utaanza kuweka upya kama kulikuwa na Google accounts kama kulikuwa na picha kama kunakuwa na video kwenye simu yako automatic zitafutika hizo. Ndio hatua pekee ambazo utaweza kuzitumia kuweza ku reset ku format au ku, ku flash kwa lugha nyingi ambayo nimezoeleka Kiswahilini ni kuflash simu yako. kama ulikuwa <tiposimilata> na swali lolote na kuomba usisahau ku comment hapo chini, lakini pia nakuomba kuomba comment chochote ulichonacho au ulichokiona ili kuboresha kuboresha kile ambacho nakuwa nakiwasilisha kwenu. Lakini pia nakuombe tu usisahau kusubscribe, kwa sababu ukisha subscribe unakuwa umenipa mimi support, lakini pia umenipa nguvu ya kuendelea kuleta vitu vipya na vigeni kila siku. Na kingine zaidi, usisahau kushare kwa ndugu na jamaa na rafiki, kwa sababu leo umejua wewe, le, leo nimejua mimi kesho, me, sasa umejua wewe kesho akijua na no mwingine, inakuwa e, kile kitu tunarahisisha. Naomba nikutakie siku njema. Bye, bye.